Nakutoka CGTN kimataifa. Hii ni nuru ya mashariki tuliokuandalia. Kimbunga cha Matmo chasababisha hatua za dharura kusini mwa China, watu 271,000 wahamishwa Gwandong, Guandon. CMG yaachia video ya aina yake kuhusu safari ya kwanza ya ndege ya kivita ya J20 na mahitaji ya mafunzo ya ndege za droni yaongezeka China kadri uchumi wa anga ya chini unavyostawi. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Pogo. Na mkimbunga cha Matmo kimesababisha tahadhari za dharura na kuwafanya zaidi ya watu mbili sabini na moja mia tano elfu kuhamishwa katika mkoa wa Guangdong kusini mwa China. Kimbunga hicho chenye upepo mkali uliopima mita 42 kwa sekunde pia kimesababisha kusimamishwa kwa safari za meli na treni, huku serikali ikitenga yuani milioni mbili kusaidia ukarabati wa haraka. Katika maeneo yaliyoathirika, kimbunga Matmo kimesababisha kuchukuliwa kwa hatua za dharura ikiwemo uhamishaji mkubwa wa watu kusini mwa China. Kimbunga hiki ambacho ni dhoruba ya 21 yenye jina katika msimu wa vibunga vya Pacific mwaka 2025 kilifika katika pwani ya mashariki ya kaunti ya Shuen, jiji la Jajiang, mkoa wa Guandong, mchana Jumapili, kwa mujibu wa idara Hayo ni kwa mujibu wa idara ya hali ya hewa ya Guangdong. Kimbunga kilikuwa na upepo mkali na ulivuma kwa kasi ya hadi mita 42 kwa sekunde na shinikizo la chini la 995. Serikali ya mkoa wa Guangdong imepandisha kiwango cha tahadhari ya dharura ya kimbunga hicho hadi kiwango cha juu kabisa, huku jumla ya watu 1271 wakiokolewa. Mamlaka ya reli imefanya marekebisho ya ratiba na kusitisha safari kwa muda ili kuhakikisha usalama wa abiria wakati wa likizo ya siku nane ya taifa. Huduma zote za feri katika eneo la Gwanshi Juang zimesitishwa na watalii wapatao elfu ishirini na sita waliokuwa kwenye kisiwa cha Wejo wameamishwa salama. Miradi yote ya pwani na bandari pia imesitishwa. Mamlaka ya baharini ya Gwanshi imeanzisha hatua za juu zaidi ya tahadhari, ikirudisha zaidi ya boti elfu ishirini bandarini na kuhakikisha meli mia nane themanini na tisa ziko salama. Katika kisiwa cha Hainan zaidi ya watu 1197 wamehamishwa kutoka maeneo hatarishi kufikia mchana wa Jumapili. Idara za maji za Hainan zimeandaa magari ya kuzalisha umeme, mafuta na vifaa vingine, ili kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na umeme. Tume ya kitaifa ya maendeleo na mageuzi imetoa yuan milioni 200 sawa na takriban dola milioni 28 za Marekani, kutoka bajeti kuu ya taifa kusaidia shughuli za kurejesha hali katika maeneo ya Guangdong na Hainan. Shirika la habari la China yani China Media Group CMG mnamo Jumamosi lilitoa video ya kipekee ya ndege ya kivita ya kisasa ya J20 ya China iliporuka kwa mara ya kwanza tarehe 11 Januari mwaka wa 2011 Mwenzangu Semei Wanjala alifuatilia taarifa hiyo na ametuandalia ripoti. Ndege hii ya J20 ambayo ni ya kwanza ya aina yake nchini China yenye uwezo wa kutoonekana kwa rada ilibuniwa na taasisi ya utafiti na ubunifu wa ndege ya Chengdu, ilifanya safari yake ya kwanza katika uwanja wa ndege wa Chengdu Wenjiang, mbele ya wafanyakazi na wabunifu waliokuwa wakishangilia mafanikio hayo. Baada ya kuruka kwa dakika 18, J20 ilitoa salama na kuthibitisha mafanikio ya jaribio hilo la kwanza. Safari hiyo ya kwanza ya mafanikio iliweka China katika orodha ya mataifa machache duniani yaliyo na uwezo wa kutengeneza ndege za kivita za kisasa zisizotambuliwa na rada na hivyo kuashiria hatua kubwa ya kihistoria katika sekta ya anga ya kijeshi nchini humo. J ishirini ni ndege ya kizazi cha tano na ya kwanza ya aina hiyo kutengenezwa ndani ya China. Inajivunia teknolojia za kisasa kama vile uwezo mkubwa wa kujificha kwenye rada, utendaji wa hali ya juu na uwezo mkubwa wa kufanya mizunguko ya haraka angani. Zaidi ya hayo, ndege hii imewekewa makombora ya kisasa ya kupambana na ndege adui na mifumo ya hali ya juu ya kudhibiti misheni za kivita. Hii inaongeza kwa kiasi kikubwa mafanikio ya mashambulizi. Pia J20 inaweza kushirikiana na vifaa vingine vya kijeshi kama vile ndege zisizo na rubani, hivyo kutoa uwezo wa kupambana kama mfumo mzima badala ya kutegemea ndege moja pekee. Kitu cha kwanza nilichogundua ni kwamba ndege ilikuwa nyepesi sana kuitii na rahisi kuiongoza. Nilijisikia vizuri sana ingawa nililazimika kutua kabla sijafurahia kikamilifu nam. Huku China ikiadhimisha tamasha la Mid Autumn, hifadhi za wanyama jijini Gwanzu na Shangai zimeleta furaha kwa wakazi wao wa kipekee: panda dubu, wa pola yaani dubu wa nchi za baridi kali na pengwini kwa kuwapa basi moon cake, ni keki ya kipekee maalum zilizotengenezwa kulingana na lisha zao. Nilifuatilia taarifa hiyo kwa undani na kukuandalia basi ripoti ifuatayo. Sherehe hiyo inayofanyika kila mwaka siku ya kumi na tano ya mwezi wa nane kwa kalenda ya Kichina ni wakati wa familia kuungana kutazama mwezi kamili na kugawana mooncake kama ishara ya mavuno na umoja wa kifamilia. Mapema Ijumaa, siku tatu kabla ya sikukuu, mtoto wa panda Mei Juu alifurahia mooncake yake katika hifadhi ya wa wanyama ya Chimelong mjini Gwanzu. Akiwa amejawa na furaha, alilalia chakula chake huku akiendelea kutafuna taratibu keki nyekundu zimetengenezwa kwa karoti na nyeupe kwa chipukizi la mianzi. Baada ya mlo huo, Mei Juu alicheza na mama yake Meng -Meng, akiwa na umri wa miaka mmoja na miezi mitatu. Panda huyu mwenye nguvu ni mkubwa zaidi kati ya mapacha watatu pekee wa peke, panda waliowahi kuishi duniani. Alizaliwa na uzito wa gramu 178 pekee, lakini sasa amefikia zaidi ya kilo thelathini. Wakati huo huo, katika hifadhi ya baharini ya Lingang Shanghai, dubu wa polar na kundi la pengwini walipokea mooncake zao za kipekee. Dubu huyo alipewa mchanganyiko wa karoti, nyama ya ng'ombe na mboga mbichi, ilhali pengwini walifurahia mooncake zilizotengenezwa kwa kamba za baharini. Watoto walialikwa kushiriki kutengeneza mooncake hizo wakiwa na wazazi wao na walezi wa wanyama tukio lililowapa wageni fursa ya kipekee kushiriki katika sherehe hiyo ya furaha na utamaduni. Kwingineko basi, ni kwamba mahitaji ya mafunzo ya kuendesha droni nchini China yameongezeka kwa kasi sana, huku yakichochewa na ukuaji mkubwa wa uchumi wa anga ya chini. Hali hii inaashiria ukuaji wa teknolojia za kisasa na nafasi mpya za ajira katika sekta ya anga nchini humo. Mwenzangu Tomu Njala alizamia taarifa hiyo na kutuandalia basi ripoti ifuatayo. Vipindi vya mafunzo kwa leseni za ndege zisizo za kibiashara ambazo zinawaruhusu raia kuendesha droni kihalali vimekuwa vikitafutwa sana jijini Shanghai. Wapenzi wengi wa droni wanatumia likizo ya siku nane ya siku ya kitaifa na tamasha la Mid Autumn ambayo ni kuanzia tarehe mosi hadi nane mwezi Oktoba kama fursa nzuri ya kujifunza mbinu za kuendesha droni. Mnamo mwaka wa 2023 Shanghai ilikuwa na taasisi nane pekee za kitaaluma za kutoa mafunzo ya droni, lakini kufikia mwaka wa 2024 idadi hiyo imeongezeka na kufikia zaidi ya 20 Nilikuwa nikiendesha droni ndogo ambazo ni nyepesi. Sasa mahitaji ya kuendesha droni nzito zaidi yamekuwa magumu zaidi kuliko awali. Baada ya kumaliza mafunzo ya kuendesha droni ndogo huwa alisema atapanua ujuzi wake zaidi kwa kuwa anaamini teknolojia ya droni ina uwezo mkubwa wa ukuaji. Matumizi ya droni yanaenea katika sekta nyingi. Kutumia droni kwa shughuli kama vile usafirishaji na kuziunganisha na AI litakuwa jambo la kawaida siku zijazo. Hatua inayofuata baada ya mafunzo ni kupata cheti kinachotambuliwa na mamlaka ya usafiri wa anga ya China CAAC. Ni sawa tu na kupata leseni ya udereva. Tofauti ni kwamba moja ni ya kuendesha gari na nyingine ni ya kuendesha droni. Kufikia sasa, kuna takriban droni milioni moja nukta tisa nchini China zilizosajiliwa rasmi, lakini ni watu elfu mia mbili ishirini na tano pekee walio na leseni halali za uendeshaji kwa taaluma hii kuwa na cheti kinachokubaliana na mahitaji ya mamlaka ya usafiri wa anga na sheria husika ni jambo la lazima. Sawa na leseni ya udereva, pia unahitaji kuwa na mbinu na ujuzi maalum. Takriban kilowati milioni saba za nishati safi kutoka magharibi mwa Mongolia ya ndani zimeanza kusafirishwa kwa mara ya kwanza hadi kisiwa cha Hainan ili kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa kutosha. Hatua hii inaashiria basi ushirikiano mpya wa kitaifa katika kusambaza umeme wa endelevu kutoka kanda moja hadi nyingine nchini China. Mwenzangu Ronald Mutie anatupasha. Zahiri. Nishati safi inayozalishwa katika sehemu ya magharibi ya mkoa wa kujiendesha wa Mongolia ya ndani kaskazini mwa China ilianza kwa mara ya kwanza kusafirishwa hadi katika mkoa wa Hainan kusini mwa China ili kuhakikisha upatikanaji dhabiti wa umeme. Mnamo Ijumaa, takriban kilowati milioni saba za nishati safi ikijumuisha nguvu za upepo na jua kutoka Mongolia ya ndani zinatarajiwa kufika Hainan umbali wa kilomita elfu tatu kwa awamu wakati wa saa za juu za matumizi kupitia mpango wa usambazaji wa umeme unaoratibiwa na mtandao wa umeme wa kusini mwa China gridi ya taifa na kampuni ya umeme ya Mongolia ya ndani. Usafirishaji huu wa umeme kati ya maeneo mbalimbali utaendelea hadi Oktoba 9, siku moja baada ya likizo ya siku nane ya siku ya taifa na sikukuu ya katikati mwa vuli. Hii ni mara ya kwanza umeme safi kutoka magharibi mwa Mongolia ya ndani kufikishwa Hainan, hatua inayoboresha zaidi mfumo wa usambazaji wa umeme kwa kiwango kikubwa katika maeneo yenye mitandao tofauti ya uendeshaji. Tutaendelea kuunganishwa zaidi katika soko la kitaifa la umeme lililounganishwa, na kufanya biashara za umeme kati ya mikoa na ndani ya eneo la gridi ya taifa mara kwa mara. Wakati tunahakikisha upatikanaji wa umeme wa Hainan, tutaboresha upangaji wa rasilimali za nishati safi ili kuunga mkono kwa nguvu shughuli za bandari huru ya biashara ya Hainan na maendeleo ya kijani ya kisiwa cha nishati safi. Kwenye basi sehemu yetu ya Ifahamu China, kama kawaida, mwenzangu Zakia Pong anatufahamisha kuhusu michezo ya majini e, kama kupiga makasia na kuendesha majahazi, jinsi imeendelea kupata umaarufu sana nchini China. Karibu basi tujiunge naye Zakia Pong kwenye sehemu hii ya ifahamu China. Hujambo na karibu katika kipindi cha ifahamu China. Mimi ni Zakia Pong. Michezo ya majini kama kupiga makasia na kuendesha majahazi imeendelea kupata umaarufu nchini China wakati watu wakitafuta njia za kujiburudisha na kupunguza joto wakati wa msimu wa joto. Tamasha la boti za makasia za kale la Nanshing limefanyika katika mkoa wa Zhejiang mashariki mwa China na kuvutia zaidi ya washindani mia nne kutoka nchi na sehemu zaidi ya kumi. Wakati wa shindano hilo, washiriki wanatumia aina mbalimbali mbali za vifaa vya michezo ya majini ikiwemo vibao vya makasia, boti zinazojikunja na baiskeli za majini. Kwa mujibu wa mamlaka ya michezo ya mkoa wa Zhejiang, karibu shughuli ishirini za michezo ya majini zinafanyika kila wiki katika mkoa huo kipindi hiki cha joto, na zaidi ya shughuli mia mbili za michezo ya majini zitafanyika katika msimu wote huu. Zhejiang ina sekta iliyoendelezwa vizuri ya michezo ya majini. Wilaya ya Fuyang na kaunti ya Chun'an inachukua zaidi ya asilimia 60 ya soko la mitumbwi na makasia katika mji wa Chengdu, mkoa wa Sichuan, kusini magharibi mwa China, bustani ya maji imevutia watalii wa umri wote tangu kuanza kwa sehemu wa joto. Kwa mujibu wa ripoti kuhusu michezo ya nje iliyotolewa na idara kuu ya michezo, China ina zaidi ya wateja milioni moja wa kuteleza kwa ubao katika mawimbi na wapiga makasia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 katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu basi tujifunze Kichina pamoja. Hamjambo.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 Tafuta tafadhali, angalia kwa karibu, tafuta maandishi sahihi ya Kichina kutokana na pinion. Niambie, ipi ni sahihi? <coughs> Niambie, ipi ni sahihi?

Ipi ni sahihi? Kazi ya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina.